Sasikia kilicho niita hapa, sini mazungumzo, twende Niangalie sasa. Mbona unafumba macho? Niangalie tena, uniangalie vizuri kabisa, kwa sababu nimevua kwa ajili yako, kwa sababu katika watu wamenisumbua manyanya ni wewe. Sasa leo nataka nikuonyeshe ni jinsi gani Mungu alitulia wakati ananiumba mimi mtoto wa Kisukuma. hmm? Hebu angalie kwanza. Niangalie halafu ndo ukai kunifananisha na hao watu wako. Hivi ukiniangalia mimi unaweza ukanifananisha na Mati? <laughs> Mati ana kitu gani cha kunizidi mimi hapa tena? Kama huyo mke wako ndo kabisa, usiseme, hana lolote. Siku zote na hisi ulikuwa unaniangalia kwa wasiwasi, na ndio maana leo nimeamua kukaa hivi mbele yako ili unioni vizuri, uone ulikuwa unafeli wapi. <laughs> Sasa hapo utachagua mwenyewe babangu, ususe uondoke okay? Ama ukae ujirie vitu mdogo mdogo. Hii ndio dunia bwana kafe. <laughs> Hivyo unajua ni kwa nini niliamua kuingia humo ndani? Ni kwa sababu tayari nilikuwa nimeshajua kwamba silaha pekee iliyobakia kwako na ya mwisho unayotegemea kuni win ni kuutumia huu mwili wako. Niko tayari sha kuelewa mapema. Kumbe njia pekee ambayo kwa akili yako nafikiri unaweza ukanikamata, basi nikujiweka uchi mbele yangu. <laughs> I'm sorry. Kwa bahati mbaya, sasa katika viungo ambavyo vinashtuka mapema, kipindi ambapo mwanaume anakuwa attracted na mwanamke, cha kwangu akijashtuka hata robo Yani, kiufupi, haujanishtua kwa chochote. Nipo kama mtu ambaye alipigwa stroke. I feel nothing about you. Ivi kwanza, Kathe, mi unanichukuliaje? Rahisi kiasi hicho? Kwamba you mean kwamba kuna namna ambavyo unaweza ukanikamata kama ambavyo unakamata wanaume wengine, like easy strip up and easy catch up? Kathemisho malaya the man of standard and qualities, umemzungumzia mati hapa. do you think mati mi nimempendea mwili? do you think mati mimi nimempendea tu jinsi ambavyo anaonekana? no. Umeenda mbali zaidi, umemzungumzia mke wangu and you know nothing about my wife. You know nothing about my wife and shut the fuck up, kumzungumzia mke wangu tena. Lakini mke wangu sijampendea mwili. Mke wangu hata akivaa nguo, akivaa dela, nikimuona hapa mi nashtuka, Mati. Atavai gunia, avai shuka, nikimuona tu mi nashtuka. The issue is not to be naked, the issue is emotional Hauna chochote kile ambacho unaweza ukafikiri mtu anikamata, just keep it on your mind. And I'm not easy guy, naweza nikavua kila kitu afu nikakaa hapa nikakuweka ufanye chochote, lakini nothing will happen. Kwa kama hii ndio ilikuwa akili yako, kama hii ndio ilikuwa fikra yako ya mwisho, kuamini kwamba I can catch this guy for easy trick like this. Not the guy like manyanya. I'm very sorry for that and by the way, nikushauri kitu, nafikiri kitakusaidia sana. Leo uko na mimi, lakini kesho unaweza ukamit na wanaume wengine. You have to keep yourself very disciplinary. You don't respect yourself, mevaa nguo, that's foolish. I don't want to say about yourself, but I don't like you by the way so kama ni hiki kimekuleta kuzungumza na mimi my file is closed. Kwako mimi ni to tena tenak, na kuanzia sasa hivi labda tu ni kufungulia hichikibari kwasabu tayari umeshafeli na kupa ruksa nnnakamwambie mke wangu, mfikishie habari kwamba sasa mimi na mtu mwingine na ndoa kule, kama ambavyo ilivyokuwa mila yako ikusambaza maneno kinafiki. Go and tell her, ili kukuonyesha kwamba not afraid of anything from you.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 kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ah, shule inayofunza mema na mabaya ah, wajuaji na wapumbavu wamoamani ah, angukola koniki samani mpenzo wangu sasa hivi kama hauna muda na mimi yaani umekuwa bize bize bize kupitiliza, ukitoka haunipigia hata simu, ukirudi humu ndani upo bize, haunipi hata nafasi tuseme tuongee kama zamani tukuwa tunazungumzia mambo yetu, maisha yetu, ataendaje? Yaani umekuwa bize bize kupitiliza kuna mda unarudi hapa, nasema basi ni kuache ulale upumzike, lakini tunavyoshinda hivi, najua labda tutakaa tutaongea. Hata sielewi kwa nini umekuwa hivyo, kwani hivi, sindi nikuulize kitu, uona mimi hapa nafanya ujinga dunia, eh? ah. hey, mwanangu, i will call you then. naam Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? <laughs> Mama bwana, sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili? Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri, na ndio maana huwa ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza au? champ, champ, champ. unafanya mambo ya kipuuzi sumona kabisa. Mimi nimeshika Biblia hapa nasoma, nasoma maandiko ambayo mimi yatanifanya kuwa karibu na Mungu wangu maandiko ambayo mimi yatanipa nguvu ya kupata Roho Mtakatifu ya niongoze pia katika mambo yangu. Hmm? Uelewi. Sindi. Mimi sikiona kama kuna mantiki yote ya msingi ya kufanya yokuweza kuongea maneno kama haya. Na kama issue ni, ni, ni, ni Biblia, au ni simu? Kwenye simu mimi kuna watu wangu wa msingi ambao wapo kanisani wanatakiwa watoe mechango, nikusanye mechangu, nipeleke kwa mchungaji. Na hicho ndio cha msingi ambacho nilikuwa nakifanya hapa kwao nataka niache kutenga muda mzuri wa kumtafuta Mungu wangu, nianze kukaa sasa na kusikiliza wewe, na kama kuna jambo ambalo unataka kuongea na mimi. Mara ngapi wewe tunakaa hapa ndani tunaongea? Au ni muda gani ambao wewe unazungumzia hapa Sindi? Kwa hiyo kuna vitu vingine lazima wewe mwenyewe pia uangalie kwamba huu muda, huyu mtu yuko bize kwa ajili ya kufanya kitu fulani, natakiwa nimwache mpaka amalize. Akishamaliza na utakuja kunipa la kwako, nikusikilize kwa muda sahihi, sio tu kila muda si unanielewa? Sijakataa kwamba unamtafuta Mungu wako, na najua kabisa hiyo ndo kazi yako, na nilikupenda pamoja na huyo Mungu wako, Amani. Lakini kinachonifanya mimi nalalamika, Amani, nakosa ule uwepo wako. Hivi unajua unaondokaga hapa, unashinda huko kanisani nabaki mndani mimi peke yangu, ukirudi unakuta tumekaa kidogo tumelala kwa. Kuna muda natamani ule uwepo wako kwangu, kuna muda natamani unipe nafasi, kwa sababu uwepo wako wewe mi kwangu ndo kila kitu, na ndo kitu ambacho kimeniweka hapa ndani, sio kitu kingine. Kwa napokuwa nakosa uwepo wako kama mume wangu, nakuwa sijisikii vizuri kila mwanamke kwenye hii dunia anatamani ile nafasi ya mume, anatamani kuna muda tu kuwa karibu na mume wake. Amani, kuna muda mimi natamani niwe karibu na wewe, niongee hata vile vya ndani yangu, lakini sasa hivi hauna muda na mimi na wala haunipi nafasi kabisa ya kuwa karibu na wewe. Kwa hiyo maana wewe unataka <tipulio> tu tunakaa ndani tunagandana gandana kama ndizi, si ndio? Sasa maisha na ndio maana wakati mwingine unaona mimi natoka naenda natafuta na kuangaikia na kuletea hapa ndani, ni kwa sababu ya utaratibu, sio, mnaelewa. Ingekuwa labda sitimizi majukumu yangu hapa ndani, ungesema sawa, unaweza kulalamika, lakini napambana kadri ya uwezo wangu, natimiza majukumu yangu hapa ndani, naenda natafuta, nikipata na kuletea tunagawana. Sasa unapokuja unazungumzia masuala ya muda au nafasi. Nafasi gani ambayo unaitaka wakati mimi naenda nafanya shughuli zangu na narudi hapa. Usiku mzima tunalala mimi na hapa ndani. Au unataka niende nirudi toka hapa ndani tuanze kusaidiana kazi. Ukiosha vyombo na mimi naosha vyombo. Ukifua na mimi nifue. Sasa, sio maisha. Tutafanya maisha lini? Alafu kingine ambacho natakiwa utambue, sisi kwamba sisi Mungu wetu sio Mungu wa mipaka. Unaweza kumuomba sehemu yoyote na kumuita sehemu yoyote. Kwa hiyo wakati mwingine unapoona, na mimi nimetenga muda wangu mzuri kwa ajili ya kumtafuta Mungu wangu, tafadhali naomba usiniingilie. Unanitoa kwenye wapo wa Mungu. Alafu kumbuka kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu lazima nipate muda maalum wa kumtafakari Mungu wangu, au we ni bora kuliko Mungu hmm? na siku nyingine kama unahisi huna mada yote ya msingi ya kuzungumza na mimi ni bora unyamaze kimya. Tumeelewana? Sawa, nimekuelewa, ila mimi sikuwa na maanisha kabisa kukutenganisha na Mungu wako. Kwao mimi nilikuwa nazungumzia nafasi yangu tu kama mwanamke ambaye nipo kwenye himaya ya mwanaume. Ila kama nimekukosea, naomba unisamehe. Shule inayofunza mema na mabaya ah. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu ah. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji wapambanaji wa Mungu. Bwana, eh, eh, nikisema nikupe ikikichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo jamani. Msione nalewa, ndio maana mana nalewa baby. Mtaka kuondoka, hujanitaja hata jina lako, hujanipa namba hmm? <gibu> Achana na hizo mambo hivi. Ukiniangalia mimi unanionaje? nakuona mwanamke fulani hivi mstaarabu na mpole. Sijamaanisha hivyo, kuna mda nilisimama hapa mbele yako nikiwa mtupu. Kwa hiyo ulivyoniangalia, yani umenionaje? Ni mwanamke wa aina gani? Hii ni habari njema kutoka Dar es Salaam kilomita zaidi ya 1200 mpaka tunaigusa Kigoma, na kama unavyoona hapa ni mwisho wa leli yote. Tumekuja kukabidhi gari aina ya, ya Nissan X-Trail kwa mshindi wetu Afande Abdara. Ulipigiwa wa simu kwamba wewe ndiye mshindi na hatimaye gari imefika hapa. Unajisikiaje kupokea gari hii aina ya Nissan X-Trail kutoka Piembet? Leo naona kwamba kweli ndoto imetimia na, na nimeamini kwamba kweli pmbet ni kweli, wako sahihi kabisa. Tovuti ni moja tu pmbet.co.tz. Kupitia huko huenda na wewe tukafunga safari popote pale ulipo tukakukabidhi gari aina ya Nissan X-Trail ama Toyota Harrier, ambazo zinapatikana kwenye promotion hii na ukawa mshindi wetu mm. Ikikuangalia ni mwanamke fulani hivi pisi, yani mzuri, ni mzuri sana. Mimi mwenyewe nimeenjoy tangia nimeanza kuwa na mahusiano, sijawahi kuwa na mwanamke mzuri kama wewe. Kweli eh? Kweli ya. Sasa, mbona kuna mwanaume ameniambia eti mimi sio mzuri sivutii, yani akiniangalia kama takataka. Yaani we. Yani mwanaume kwanza anapata ujasiri gani kusema sio mzuri, atakuwa labda yupo saa kichwani. Wewe ni mzuri, unajua ni wewe katika mwalimu ambao nimeshawahi kukutana nao, yani mapisi wewe we, ni pisi sana. Basi inawezekana wewe mwanaume ana matatizo au pengine labda ana chuki zake binafsi, si ndio? Ah, yaani wewe ni mzuri. Yaani unajua, kwanza mimi mwenyewe sitamani hata mapenzi yetu yaishie hapa hapa, unajua, anatamani hata uwe demu wangu kabisa, ni bonge moja la pisi. Hata unapomwambia mtu yeye si mpenzi wangu, anakupa, anakuelewa. Wewe ni mzuri sana <laughs> asante jamani. Kwa hiyo sasa, vipi kuhusu namba? Sorry, maana mi siwezi kuwa na wewe, yaani imetokea tu, ni kama emergency. Sikuwa sawa, kwa hiyo sikuwa na namna. Nilitaka tu ile sauti inayosema mi takataka mbaya sivutii initoke akilini mwangu, ndo maana hata nika nikaamua kufanya hivyo. Lakini asante kwa sababu umenitibu sehemu kubwa sana, maana sasa hivi najihisi niko free, niko poa. Naomba tuishie hapa. Itakusaidia. <laughs> Kwayo mi mzuri eh? Wewe mkali mno, asante. <laughs> Jamani, bye. Shule inayofunza mema na mabaya, naodumia wajuwaji na wapumbavuwa Well, tangu mchana leo kuna mtu yoyote ambaye alikupigia simu labda uliwasiliana naye mpaka saizi jioni? mm, mm, no. Ah, niliongea na dada, alinipigia sijui saa ngapi ile. Hakuna mtu mwingine alinipigia simu. Ah, ni sister tu. Mm. Labda message, kwenye mtandao yako ya kijamii na hiyo nini? no, babe? Ah, okay, nice. Sasa naomba unisikilize vizuri wife, sawa? Eh, na sio nisikilize tu, naomba ufanyie kazi kikamilifu haya yote ambayo nitaenda kuyazungumza hapa, na hii ni kwa usalama wetu. Nafikiri unaelewa mazingira ya kazi yangu ni magumu sana Sawa, napitia vipengele vigumu, kwa sababu na deal na very sensitive issues, na deal na very strong matters, maisha ya watu, siri za watu, mikataba ya watu. Kwa hiyo muda wowote naingia katika hatari na watu, kwa this time around kuna kesi ambayo natakiwa niingie nayo, ni kubwa na inatisha. Kesi ambayo inapelekea hata usalama wetu sisi kama familia kuwa hatarini, sio mimi tu, mpaka wewe mke wangu. Kuna watu ambao wataki mimi nifuatilie hiyo kesi lakini mimi lazima nifuatilie kwa sababu ni haki za watu sawa. Sihitaji kuizungumzia sana, kwa kifupi hivyo, you have to understand, lakini baadaye utanielewa. Kwa hiyo lazima tukae kwa usalama from this time. Kwa hiyo vitu ambavyo lazima tuvifanye wote kwa pamoja kuanzia leo, number one, first naomba uzime simu yako hapo ulipo, lakini pia line ambayo unaitumia uiblock na kuivunja. Maana yake ni kwamba hakutokuwa na mawasiliano yoyote kuanzia sasa hivi kupitia namba hiyo. Na tena, leta leta leta, ifanye mwenyewe hii ya kwanza. Leta leta. Yes, done, no communication. Umenielewa? Sijui sasa mimi vipi kuhusu biashara zangu? Biashara? Wewe unazungumzia biashara, mimi nazungumzia usalama wetu wa maisha, sensitive issues, unazungumzia biashara. What is business for these matters? sitaki biashara sasa hivi. Mke wangu, nisikilize mimi. Biashara utafanya pale ambapo mambo atakaa sawa. Nisikilize basi, mke wangu. Sawa, sitaki ya mawasiliano kesho. Ni new line, namba iwe mpya na hakuna kumpa mtu zaidi ya mimi na wewe. Done. Sawa, so, kukiseto tutarudi kwenye business. Labda kama kuna watu wako wana kudai ishu ndogo ndogo online. Deal nao kwenye online. Kwisha. Na usitoe namba. Number one. Second. Kuanzia kesho au sasa hivi, sitaki kuona mtu yoyote yule ambaye anaingia humu ndani bila ruksa yangu. Yaani kama ni mgeni wako au ni mgeni wangu yoyote, hakuna kuingia ndani ya geti bila kupata kibali changu. So you have to consult me and then we approved. Kwa mba, this is in or this is out. Sitaku kusikia maswali ya msusi, vikoba, sijui anakuja huku mkopo, rafiki yako shoga yako na kusalimia na kutembelea, from nowhere. Hakuna watu kuingia. No trust nobody for this time, mnielewe tu kwanza, mke wangu, okay. Third. From this time hakuna kuzurura zurura ovyo, sitaku kusikia nenda saluni kusuka, sita kusikia nenda kwenye vikundi vya watu viku, huko usipi mashoga zako, nenda huko na maku... hakuna kutoka, no safeness Ukienda kazini ukirudi nyumbani, kazini, nyumbani, kwa usalama maalum. Sitaki kusikia usikia unaenda raundi nyingine, siunamisikiliza vizuri, na sio mimi, this is for you. Not only me it's about you. Hakuna nashauti, natumia asira kubwa kuzungumza, lakini na hii mata ambayo inaendelea sasa hivi hauwezi kunielewa sasa hivi, lakini this is for us I do love you, my wife. So you must understand this. Please. Simba tisha, sweet, tisha. Wife, elewa. Elewa mama nachofanya nafanya kile nachokisema. Please. Kwa usalama wetu. Do as

You then. Naam baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimja kupeleka shule? <laughs> Mama bwana, sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili? Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri, na ndio maana huo ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap.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 kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya. Dunia, dunia, wajuaji na wapumbavu wa moo